Changamoto tunayokutana nayo ni mabadiliko ya tabia ya nchi, na wakulima wetu wamekuwa wakipata changamoto hiyo. Kwa mfano kwa kipindi cha mwezi cha misimu kama miwili iliyopita, mavuno hayakuwa mazuri kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa leo tumepata mbegu bora, ni mbegu bora kwa sababu zimepita kwenye viwango vya kitaifa kwa mujibu wa taratibu za Toski na wale wazalishaji wa mbegu na mbegu hizi tunategemea zitakuwa ni zenye kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sababu hizi mbegu za kienyeji wakulima ambazo wanapanda mara nyingi zimekuwa ziki, zikipata uhanga au uharibifu kutokana na hali ya hewa. Kwanza zinakomaa kwa kuchelewa, na hilo kama mvua zitakuwa chache, ina maana mavuno kwa wakulima yatakuwa ni kidogo, lakini pili mbegu nyingi za kienyeji mara nyingi sio toleransi si hazina uwezo wa kupambana na wadudu, lakini mbegu hizi ambazo tumewapa zitakuwa zina uwezo wa kupambana na wadudu, kwa sababu moja ya mabadiliko ya tabia ya nchi tunakuwa accompanied na, na wadudu na magonjwa mbalimbali ambayo yanakuwa yana uwezo wa kuharibu mbegu hasa hizi za kienyeji, lakini hizi mbegu ambazo zimefanyiwa utafiti mara nyingi zimekuwa msaada mkubwa sana kwa wakulima wetu kwa sababu ni mbegu ambazo mwisho wa siku hutoa mavuno mazuri. Wito tunaotoa kwa wakulima ni mambo kama mawili au matatu. Jambo la kwanza, tunawahimiza wafate njia bora za kilimo na hasa kufata vipimo ambavyo vinaruhusiwa kisheria kwa mujibu wa kilimo bora. Lakini jambo la pili, tunawahimiza wakulima wapande kipindi ambacho ni, ni mwafaka kwa sababu unavyochelewa kupanda maana yake unafanya mbegu zichelewe mvua. Kwa hiyo tunategemea mvua za kwanza kabisa, sio mvua za kuandaa mashamba, bali ni mvua za kupandia. Lakini jambo la tatu tunawahimiza wakulima wafuate palizi za muda, watumie mbolea, watumie utaalamu. Kwa wataalamu tunao, kuna afisa kilimo wa kata, lakini kuna maafisa wengine ngazi ya wilaya pale ambapo kutakuwa na changamoto, tunaomba wafike ofisini waulize, wanahitaji kitu gani cha kuweza kuwasaidia ili waweze kupata mavuno ambayo nitegemewa. Tunatekeleza huu mradi ukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi uh, kwa kwa halmashauri tano za mkoa wa Kagera, na hizo halmashauri tano kati ya nane za mkoa wa Kagera ni halmashauri ya Biaramoro, Mleba, Bukoba DC Misenyi pamoja na Karagwe. Na kimsingi mradi huu wa kukabiliana na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi umekuwa na hatua tofauti. Hatua ya awali tulianza a, swala la kutoa elimu kwa wananchi juu ya utunzaji wa mazingira, lakini pia hatua ya pili ni katika eneo hilo la elimu kuhakikisha kwamba jamii inawalinda wazee dhidi ya inalinda wazee kuto kuwahusisha na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi Mwaka juzi tukiwa Biaramuro tuliona kata moja inaitwa Ruziba kijiji cha Chitwechembogo, kuna mzee mmoja ambaye alifekewa migomba yake akachomewa nyumba, na tulivyojaribu kudodosa wananchi wakasema kwamba huyu mzee anashutumiwa kusababisha mvua zisinyeshe. Kwa hiyo kwetu sisi kama wadau tunafanya kazi na wazee, kwanza tuliguswa na na hiyo hali, lakini pia tuliona ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunashirikiana na serikali kwa kwa ajili ya kutengeneza uelewa kwa wananchi waweze kujua kwamba mabadiliko ya tabia nchi hayatokani na uzee inawezekana yakatokana na tabia au mienendo za ubinadamu, kwa sababu tumeweza kuharibu mazingira kama afisa mali asili alivyosema, kwamba wananchi wanachoma mbuga, wanalima hadi kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo mwisho wa siku mvua zinakuwa hazinyeshi kwa wakati, na wakati mwingine zinanyesha, lakini hazinakuwa zitoshelezi. Kwa hiyo umradi wetu ni kama wa majaribio, na kwa, kwa awamu hii tumeanza kuwasaidia wazee kwa kuwapatia mbegu ambazo ziko recommended na serikali kuhakikisha kwamba E, e, wanaweza wakazitumia kwa msimu ujao wa mvua ili kuweza kukabiliana na changamoto ya kukosekana kwa chakula ambacho kimsingi inatokana na changamoto hizi zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tulikuwa tulikuwa tunalima lakini hatu, hatufanikiwi, lakini kwa mwaka huu nafikiri tutafanikiwa. Tunashukuru sana hao wafadhili walioweza kutufikieni hapa, na walipotufikieni hadi walizozitoa kweli zimefanya nini, zimefanikisha na hawakutuchukulia muda mrefu natuna shukuru serikali yetu mama Samia yeye mwenyewe aliyefanya vitu vya kutukumbuka sisi wazee, kwa sababu wazee tulikuwa tunasahaulika sana mpaka mwisho. Mna tukumbukeni na sisi tuwe na moyo wa kufanya nini. Wengine tulikuwa tumeshakata na tamaa kuzulia, lakini kwa kuwa tunaanza tuma, kuona mafanikio ya wazee jinsi yes, tunavyotibiwa tumepata huduma za matibabu tumepata na mna vya kula vya sasa. Chakula hiki tulikuwa kinatupa shida sisi wazee, kwa kuwa mmetupa mahindi, mambo ya omba omba sasa yatafanya nini? Yataishieni, kwa sababu na sisi tutakuja kujitahidi, tutajikongoja na mikongojo yetu ili zifanye kufanikisha mahindi ambayo tumeyapata, na nyie tu mtutafutie na soko tena, kwa sababu hawa wanaorangua hawa wanatupunja sana wanaleta mabiaba man, mandoa makubwa makubwa, <coughs> tupate na kasoko ka kufanya nini kakuzeni.